Asalamu as alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Bwana Yesu asifiwe, wa tumsifu Yesu Kristu. Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi si nyingine, ni ile ile simulizi yako pendwa kabisa ambayo inaitwa Mtoto Yatima sehemu ya arobaini na saba. Mtoto yatima ni simulizi ambayo inamwangazia binti wa kuitwa Shora Dismas ambaye ni yatima, maisha yake ambayo anaendelea kuyaishi bila kuwa na wazazi baada ya wazazi wake wote wawili kufariki katika ajali mbaya sana ya gari. Kama endapo utakuwa hauja subscribe channel hii inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel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 Tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwa simulizi hii tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea katika maisha yake. Je, alishinda au maisha yake yalikuwaje? Twende pamoja. Baada ya kuondoka moja kwa moja walifika mpaka nyumbani kwa mwinjilisti hapo ndipo ambapo alipoweza kumwona huyo kijana wa kuitwa Spiriani, akajaribu kumhoji ni kwa nini kanisani kwenye ibada za jioni hamuoni. Hapo ndipo Spiriani akazungumza, huku akisema ni kweli, yawezekana haunioni, ni kwa sababu na vitu vingi ambavyo ninaviwaza nina, nina ingawa kweli nikienda kanisani kidogo eh, na ma, mawazo yanakuwa yanaisha, lakini nikikaa nyumbani kidogo mawazo yanakuwa ni mengi. Lakini kwa hizi ibada hizi za jioni, asilimia kubwa sana mimi nakuwa nikiendelea kumwomba Mungu kama endapo anaweza akanisaidia nikapata mwanamke ambaye yuko vizuri nitakayeweza kuendelea kuishi naye vizuri katika maisha yangu. Unajua dada yangu, mimi kwa kweli nimeteseka sana katika maisha yangu, yaani kuna kuna mama wa kambo ambaye baba alienda akamuoa, kamuleta wewe alinitesa sana yaani, mpaka sasa hivi hapa ninapoongea nimepitia mateso makali mno, yaani ananiwekea nguo mimi nifue, ananinyima chakula, ana kwamba mimi siyo binadamu. Kwa kweli alinitesa sana, yaani sijui nikueleze vipi. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Spirian Shola Dismas alianza kulia kutokana na mambo hayo aliyokuwa akiyazungumza, na alimsimulia kuanzia mwanzo wa maisha yake, baada ya mama yake mzazi kufariki mpaka hapo ambapo Diana alipoamua kumchukua. Walikutanaje na Diana? Walikutana kwa sababu alikuwa mwinjilisti, akipita pale anamkuta, yuko anaosha vyombo. Japokuwa anaosha vyombo lakini huku amemwagiwa mkojo. Msikilizaji wangu, unakaa na mama yako akambo, anaamua kukumwagia mkojo, anakwambia hayo ndiyo mafuta yako ya kupaka. Unaosha vyombo licha ya kutokuona kwako, lakini yale maukoko ya sufuria, anajua kabisa sufuria huwezi ukazisugua vizuri, lakini yale maukoko ambayo ameyasugua yeye kwenye sufuria, anakuja na kumwagia kichwani. Sasa mambo kama hayo yalipokuwa akiyaona mwinjilisti alimtesa kidogo, ndipo ambapo alipokuja kumwambia mke wake kuhusiana na kijana ambaye anayeendelea kuteseka, lakini alikuwa hajui ni namna gani ambavyo anaweza kumuiba hata kwa kumuiba tu. Sasa Diana alichokifanya alienda kwake kwa huyu baba baba yake na Spiriani akamwambia kwamba kuna mzungu ambaye amekuja kwa ajili ya watu wasioona huwa anawaombea na wanapona. Sasa kutokana na kwamba baba yake na yeye baba yake na Spiriani alikuwa anajua kama endapo mwanaye anapitia matatizo makubwa sana, mateso makali, lakini hata kama angejaribu kumkataza kumtesa, lakini mwanamke alikuwa anaona kama vile anaonewa. Yaani, mpaka ilifikia kipindi ambacho baba yake mwenyewe na spiriani alianza kuwaza kama endapo akipata sehemu ambapo huyu mtoto wake anapoweza kwenda kukaa na akatulia, yaani huyo mtu atamshukuru sana na atakuwa naye bega kwa bega wala hatoweza kulalamika kuliko mateso ambayo anaendelea nayo. Kwa hiyo alipokuja Diana alizungumza kwamba huyo mzungu yupo, na ndipo alipomchukua kwamba anampeleka kwa ajili ya maombi. Hapo ndipo alipoondoka naye mazima na akajaribu kumshirikisha mume wake mwinjilisti. Mwinjilisti alikubali ili waweze kuendelea kuishi naye, kwa sababu aliona mateso ambayo ameyapitia. Lakini pia hata mwinjilisti naye alikumbuka mateso ambayo ni ya mke wake, yaani huyu Diana, mateso aliyoyapitia akiwa anaendelea kumlea Flaviana akiwa peke yake. Kwa hiyo aliamua kuchukua mtu mwenye mateso ambaye anapitia mateso, ambaye ni yatima, akamuoa na pia akaamua tena kukaa na mtoto yatima mwingine ambaye ni huyu wa kiume Spiria. Baada ya kulia pale, ndipo ambapo alipoanza kuzungumza huku akisema baada ya kunyamaza, kwa matatizo yote hayo ambayo umepitia, nikuambie kwamba mwanamke uliyemtarajia katika maisha yako ni mimi hapa kuanzia leo usiniite dada, uniite kipenzi chako. Hata mimi nimepitia magumu sana, pia mimi ni yatima wa wazazi wote wawili, ninaishi maisha magumu sana, magumu mno. Lakini ninamshukuru Mungu. Mama mchungaji ndiye ambaye amenichukua na kuniweka kwenye nyumba ambapo ningetakiwa niwe nimepanga. Kuna sehemu ambapo nimetoka, walitaka kuninyua walitaka kuniua, kuniwekea sumu kwenye chakula niweze kula nife. Huyo binti alikuwa hataki kabisa mi niendelee kukaa pale. Kwa hiyo sio wewe unaopitia matatizo peke yako, hata mimi nimepitia makubwa. Nadhani ukinioa wewe nitaishi katika maisha mazuri. Ninajua we hauoni, lakini unaweza ukanipa mikakati ya maisha. Mke wangu tufanye hiki, mke wangu tufanye hiki, na maisha yetu yakasonga. Kwa hiyo karibu sana moyoni mwangu, nimetokea kukupenda Nataka niwe mke wako mwaya, tuishi pamoja, sijui unasemaje? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Shola Dismas kijana ni kama vile alipagawa na mapepo. Alisimama na kuanza kurukaruka pasina kujitambua. Alisimama kaanza kurukaruka akaanza kuomba mpaka na bibilia iko wapi waweze kumpatia haamini kama endapo Mungu ameweza kujibu maombi yake, akaendelea kurukaruka hapa na pale. Hapo ndipo ambapo Diana alipokuja kutazama hivyo, akakuta mtu yuko anarukaruka. Flaviana naye akasikia hiyo kelele ambayo mtu anaendelea kurukaruka huko anapiga kelele. Hapo ndipo ambapo walipojikusanya moja kwa moja na kuja mpaka pale, kuna kuna jambo gani Diana? Kaamua kumuweka kwanza chini, akijua huenda inawezekana atakuwa amepagawa na mapepo. Hapo ndipo ambapo alipoenda kuchukua bibilia ndani na kuleta, ili waanze kumuombea. Hapo ndipo ambapo alipoanza kuzungumza huku akisema, mimi sio wa kuombea dada, mimi sio wa kuombea kabisa. Nina furaha ya ajabu, huyu binti aliyekuja amenikubali, hata nasema na, na nataka nimuoe kwa hiyo nina furaha ya ajabu Nipeni tu hiyo bibilia, mimi nimshukuru Mungu, nimepata mke. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, basi wote walianza kupiga pambio pale na kuanza kushusha maombi pale, kwa sababu ile imani iliyokuja kwa Diana, akijua kwamba huenda inawezekana atakuwa amepandwa na mapepo huyu kijana wa wa kuitwa Spirian. Basi hiyo imani iligeuka kuwa imani ya mafanikio, na alimshukuru sana Shora Dismas kumkubali kwa sababu walio wengi huwakataa watu wenye ulemavu, kwamba ni mizigo. Anaweza akamchukua manake, kila kitu atamfanyia yeye. Lakini kwa nini yeye amemkubali yeye Diana alimkubali aendelee kukaa pamoja naye, yeye anakubali kuwaoa sorry, yeye anakubali kuwalea, na ndiyo maana ameishi na mdogo wake huyu wa kuitwa Flaviana, na pia ameamua kuendelea kuishi na huyu kijana Spirian kwa hiyo wote amekubali kuwalea, na hata akipata mtu mwenye ulemavu mwingine ana uwezo wa kumlea, lakini kwenye kuolewa na mtu asioona hakuwahi kufikiria, pengine kama ingemlazimu. Lakini Shola Dismas ameamua hili ni jambo ambalo atakumbukwa hata na Mungu. Mungu pia atamkumbuka kwa mema ambayo anajaribu kuyatenda. Hapo ndipo ambapo Shora Dismas alizungumza huku akisema, dada, mimi huyo sio wa kwanza kumkubali, kuna mwingine huko nilikotokea huku nilikotokea nilikuwa, nilikuwa nimemkubali japokuwa yeye alikuwa ni ni dini tofauti. Alikuwa ni Mwislamu, na niliamua kabisa nikasema, hata mimi nitabadilisha dini nimfuate yeye, ili tuweze kuoana tuendelee kuishi vizuri katika maisha yetu. Lakini uwezi ukaamini dada mdogo wake alinitesa mno, yaani mpaka nafika huku mlaguzi, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Kwa hiyo huyo kijana nilikuwa ninaishi naye, nilikuwa sometime namwogesha, muda mwingine yani vitu vingi nilikuwa nikimfanyia, lakini malipo yake sasa dada ajuaye ni Mwenyezi Mungu kwa kweli, atanilipia kwa pale ambacho kile ambacho nilichokifanya. Mungu atanilipia kwa kweli, sina cha kusema, lakini huyu mii nimemkubali kwa vile alikuwa na anamwomba ana Mungu aweze kupata mwanamke. Mimi nimejitokeza kwa sababu hata huko nyuma nilikuwa naye mwenye ulemavu, kwa hiyo hakuweza kumalizia maneno yake kwa sababu alikamatwa na aibu ghafla, kutokana na kwamba mwinjilisti alikuwa amefika. Kwa hiyo akaamua kunyamaza kimya hapo hapo, akawaona watu wamefurahia, akaanza kujiuliza ni kitu gani ambacho kimetokea hapa nyumbani kwangu, mbona watu wana furaha? Na baada ya kuchunguza vizuri, akakuta ni kweli. Diana akamwambia ukweli wote, na yeye akawa kama vile amepagawa na yeye na mapepo na kuanza kufurahi, furaha ikawa ni kubwa mno, na hatimaye alishtukia tu Shola Dismas anapewa noti ambazo ni za fedha, kwamba anazitoa kwa moyo wake wote kutokana na kwamba amemwona mtu ambaye amemkubali mtu mwenye ulemavu kuweza kuolewa naye. Alikuwa akimtafutia sana na alimuomba mwinjilisti, aliombwa na huyu kijana Spirian amtafutie mchumba, na akajaribu kusaka hadi umo kanisani, lakini wengi walikuwa wanasema wako tayari kuolewa, lakini mtu mwenye ulemavu ataishi naye vipi wakati yeye kila kitu manake, tabibi ategemee huyu mwanamke, lakini yeye amekubali. Alivyokuja kuzihesabu akakuta ni elfu sitini ambazo amepewa papo kwa hapo. Yaani, mwinjilisti alifungua tu pochi ghafla na kuchukua noti ambazo alizokuwa nazo katika kimfuko fulani na kumkabidhi hakuhesabu hata kuhesabu, alichomoa zote na kumkabidhi kwa furaha ambayo aliyokuwa nayo. Na kweli hiyo furaha ikazaa matunda, waliendelea kukaa pamoja. Siku zilivyozidi kwenda, akiletwa kanisani, manake wanawakalisha katika benchi moja, wanaendelea kukaa pamoja, wanazungumza pamoja wakamwona huyu kijana amebadilika kabisa na mawazo yameondoka. Baada ya muda, hapo ndipo ambapo walipoambiwa baba mchungaji, yaani mtumishi ambaye ndiyo huyu mume wake na Theresa Charles, akaambiwa kwamba kijana Spirian yani amepata mwanamke na baada ya kuambiwa vizuri kwamba ni mwanamke gani ambaye aliyempata, akajitokeza hadharani kabisa, Shora Dismas akatangaza kabisa kwenye kipaza sauti kwamba yeye yuko tayari kuolewa na huyu kijana Spirian. Basi na yule mtumishi wa Mungu akawaambia kabisa waumini kwamba huyu anamfahamu na anaishi kwake na ni kama pacha wake na, na mke wake. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi, huyo kijana amepata mke safi. Hapo ndipo ambapo furaha ziliendelea na hatimaye wakaendelea na ibada. Ibada ilivyokwisha akachukuliwa Spirian na kuletwa nyumbani na ilikuwa siku ya Jumapili. Maanake hiyo jioni baada ya ibada kuanzia mida ya saa saba alikaa naye akampikia chakula kizuri, akaendelea kumkea hapa na pale mpaka ilivyofika jioni, akaamua kumrudisha mpaka kule. Ndipo ambapo baada ya siku tatu mtumishi wa Mungu akapata meza ambayo haikuwa na na mtu ambaye aliyeipangisha basi, waka wakakodi pale. Baada ya kukodi, huyu binti wa kuitwa Shora Dismas akaanza kuuza nyanya, vitunguu, akaanza kuuza viazi, hapo hapo kwenye hiyo meza anauza choroko na kweli biashara ikapamba moto, ikawa ni nzuri zaidi. Na mpenzi msikilizaji, wa simulizi za sauti sehemu ya 47 ya simulizi hii mtoto yatima imeishia hapa. Tumemwona Shola Dismas akiwa amesimama kanisani na kutamka hadharani kwamba yeye ndiye atakayekuwa mume mke wa Spirian. Kwa hiyo na mtumishi wa Mungu naye akawathibitishia kwamba huyu binti anamfahamu vizuri, anaishi kwake, kwa hiyo Spirian amepata mke ambaye ni sahihi kabisa, kwa sababu ni kama pacha wa mke wake. Kwa hiyo akimaanisha kwamba mke wake Elsa Charles pamoja na Shola Dismas, manake ni mtu na dada yake, kwa hiyo ni pacha wake. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi juu ya hili linaloenda kutokea. Tumeona ameamua kumtafutia meza, akakodi na kuanza kuuza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 Subscribe, like, share, comment, ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Mpenzi msikilizaji, naamini kupitia simulizi hii kuna kitu ambacho utakachokuwa umejifunza ume kuanzia mwanzo mpaka hapa ilipofikia. Sasa nikukaribishe sehemu ya mwisho kabisa ya 48 na twende tukaifuatilie, tuone ni kitu gani ambacho kilichoendelea. Mimi ni hasdi zero tu, baba Sam the king nikuage, niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo.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 Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV chaneli. Kwa maoni na ushauri, tumia namba zifuatazo 0752732515.